Kama alivyosema meneja wa chama cha Mashati Saccoss, na niombe tu kwamba ni kidogo, lakini naomba mtaendelea kupokea kwa moyo, mwendelee kukitumia kwa utaratibu ambao basi mkuu wa shule atauongoza. Basi baada ya kusema hayo, nimkaribishe sana katibu tarafa akishirikiana na meneja na mheshimiwa mkuu wa wilaya ili basi aweze kutumia protokoli ambayo tutakabidhi hivi ambavyo tumekuja navyo kwa siku ya leo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, karibu katika tarafa. Makofi mengi jamani. Nimshukuru Mwenyezi Mungu kwamba leo tumekutana tena hapa kwa lile janga lililotukuta, lakini nichukue fursa hii kuwashukuru sana Mashati Saccoss kwa kazi kubwa mliyoifanya. Mmeonyesha <coughs> upendo wa dhati, lakini mmeonyesha ni namna gani faida mnayoipata mnarejesha kwa walengwa walio chini. Tukizungumzia CSR maana yake ndiyo hii aswa mtu kapata shida, ni watoto wetu na nyie mkaona ni vema sasa mje na ninyi mwashike mkono. Kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano inayoongozwa na dr Samia Suluhu Hassan, ni washukuruni sana kwa majitoleo yenu. Mmetoa taulo za kike, mmetoa mashuka, mmetoa kalamu, lakini vilevile mmetoa foronya na jiko ili walimu wasiwe na stress yoyote, wapate kitu ambacho kimetoka fresh namna ile. Mimi hapo niwapongezeni sana kwa moyo huo. <laughs> wito wangu, wito wangu, Rombo hakuna sakosi moja, kuna sakosi nyingi, basi zijifunze kupitia sakosi ya Mashati kwamba kunapotokea lolote basi wanawajibika kwa jamii ili kuweza kuona nini, nini, nini kinachoweza kikawasaidia. Niseme tu kwa moyo mlioonyesha, serikali tunawahakikishia ushirikiano wetu wa dhati kwenu, ninyi na sisi tutakuwa tayari kuhakikisha changamoto zinazowakabili na changamoto za wadau wote tunazitatua kwa kushirikiana, kama mlivyoonyesha ushirikiano mkubwa kwa serikali. mwisho watoto wengi mnatoka majumbani, tarehe ishirini na tisa kuna uchaguzi wa serikali za mitaa, sio serikali za mitaa, serikali kuu, ambapo atachaguliwa rais, wanachaguliwa wabunge, wanachaguliwa madiwani. Kwa wale wote mnaosoma shule za day scholars, kwa maana mnaotoka manyumbani, nendeni mkawaambie wazazi na nendeni mkawahamasishe wazazi kwamba tarehe ishirini na tisa kutakuwa na uchaguzi mkuu, hivyo wajitokeze kiasi cha kutosha, ili wakatimize lengo lao la demokrasia. Kidemokrasia, uchaguzi unafanyika mara moja kila baada ya miaka mitano. Kwa hiyo usipu, ukikosa kupiga hapo, maana yake hutakuwa na chakulaumu ndani ya miaka mitano. Kwa hiyo unavyotimiza demokrasia unakuwa umeapply ile constitution. Constitution ni nini? Unakuwa umetimiza lengo la nini, la kikatiba. Nirejee tena kuwashukuru Mashati Saccoss, pongereni sana kwa majitoleo yenu, na kwa niaba ya wanafunzi walimu na wote ni kushukuru sana mwalimu mkuu, kwa maana headmistress na wasaidizi wako wote, kwa kuendelea kuwasaidia wanafunzi hawa. Na ninyi kama Saccoss, tuwashukuruni tena kwa kuendelea kujitolea. Endeleeni na moyo huo, kwa maana pale mlipo, mlipotoa Mungu atawarejeshea maradufu na maradufu. Haminini kwamba hamjatoa bure. Maana yake mkiwatendea watoto kama hawa, mmemtendea yeye, yeah, aliye juu. Mungu awabariki sana, asanteni sana kwa kuni